Kati ya kampuni ishirini na tano, kampuni zilizoshinda, kampuni kumi na sita. Mwaka 2024 2025 bei ya kilo moja ya korosho ilikuwa 2942. Kupitia taarifa ya tisa, chama kikuu cha ushirika Tunduru inaonyesha yako mafanikio makubwa yamepatikana katika msimu uliopita mwaka 2024 2025 lugaulima tumechanza msimu wa korosho kwa mwaka 25/26 mtumie hadhara hii kusisitiza na efuatari. Zikatieni mvua za mwanzo wa msimu zitapakwaza, mzitumie kupanda mazao bila kuchelewa. Zikatieni kanuni bora za kilimo kwa kuhakikisha mnapima afya ya udongo, mnatumia mbegu bora na kuzingatia matumizi sahihi ya viuatilifu wakulima. Kuhusiana na uhifadhi wa mazao, tumieni njia bora za kuhifadhi mazao kwa kuepuka kuhifadhi mazao kwa kutumia viuatilifu ya, badala yake unashauriwa kutumia teknolojia inayozuiwa hewa kuingia kwenye mazao kama vile matumizi ya mifuko ya kinganjaa. Serikali itaendelea kufuatilia kwa kina na kuchukua hatua ili kuhakikisha mbegu na feki zisiingie sokoni. Mheshimiwa mgeni rasmi na, na, na wadau wote ambapo mko hapa sasa hivi mjue kwamba kwa sasa kilo ambazo sisi tunakwenda kufanya maamuzi kuziuza kwenye mnada huu wa kwanza wa uzinduzi ni kilo milioni sita laki tatu hamsini na nne elfu na mia moja tisini ah. Msimu wa ishirini na tano ishirini na sita tumekadiria tutakusanya na kuuza kilo milioni thelathini na tano. Kwa wale ambao wamezoea kusema kwenye tani, basi tumekadiria kukusanya na kuuza tani elfu thelathini na tano. Lakini pia mfumo wa mauzo wa korosho gafi ambao tunakwenda e, kuuza kwenye msimu wa ishirini na tano ishirini na sita, korosho zitauzwa, korosho gafi zitauzwa kwenye kwa mifumo miwili, kwa maana ya mfumo wa soko la awali ambapo mfumo huu e, soko hili lipo maalum kabisa kwa ajili ya wabanguaji wa ndani, kwa maana ya wale wenye viwanda vya kubangua nchini. Lakini soko la upili ni hili sasa soko la minada hii ya wazi, ambalo linaendeshwa na chama kikuu kwa kushirikiana na wenzetu wa TMX kama